CCM oye. Najua katika dodosa dodosa kidogo nikapata kuna, kuna barabara ya kutoka majengo mpaka Chanama mitaro inasumbua, lakini inahitaji tupate angalau karavati halafu tuinyanyue kidogo, ili uweze kupitika wakati wa mvua CCM oye. Na mitaa yetu mingi, barabara zetu zimefunguliwa lakini hazina moram kweli, si kweli? Kwa hiyo tunaenda kuhakikisha katika kipindi hiki tunaengea, tunaweka moram barabara zote ziweze kupitika kiurahisi. Naomba tujipigie makofi. CCM oye! Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, tunapoenda kuingia mimi na hawa waheshimiwa madiwani kwa sababu kwanza, mna madiwani wengine hapa wa viti maalum, tukiwa na ajenda yetu wakiibeba, na mimi mbunge nikaisimamia, tunaleta hapa maendeleo. Tunaenda kuhakikisha taa za barabarani tunaweka. CCM CCM, oi, CCM! Wameomba hii barabara angalau na yenyewe, tukiangalia, kila tukiingia kwenye miji au kwenye senta huwa tunakuta mwanga, lakini mheshimiwa diwani akasema na hii barabara basi tuijali. Nini ndugu zangu, tukiingia tuhakikisha hii barabara inang'aa taa, watu wa Kasamwa na Kanyala wafurahie. Naomba tujipigie makofi. CCM oyee! Najua ndugu zangu, najua hapa tuna kituo cha afya na kwa kweli kinafanya vizuri na tunataka kuhakikisha tunaendelea kukisimamia na kuboresha huduma ili watu wa Kanyala na Kasamwa waendelee kupata huduma ambayo ni nzuri. Lakini kwa kuiongezea hicho kituo cha afya kule, ujenzi ule wa kuna kule Chanama, tunatakiwa tuhakikishe tunajenga zahanati, ndugu zangu. Watu wa Kasamwa, tutapoingia mkituchagua mkisha lipamba nzagamba tarehe ishirini na tisa, kazi yetu kuhakikisha umeme unafika kila kitongoji. Mwambie jirani yako umeme kila kitongoji na umeme kila familia. Mwambie mwambie, hilo ndio linzagamba bwana, sio lingine. Hilo ndio linzagamba hapokona hata wazungumzi jamani, hilo ndio linzagamba. CCM oyee. Chacha Mwita Wambura, wengine wanasema ni mkulya. Ndio, lakini tabia ya mkulya yeyote yule hapendi uonevu. Kweli sio kweli? hapendi uonevu, utasema ni mkali kwa sababu unataka kumwonea. Hapendi kuonewa na hapendi mwananchi aonewe. Tunakaa na wakulya mnajua. CCM oyee! Lakini ndugu zangu ana, ana sifa nyingine ya kipekee sana Ndugu zangu Chacha hana majivuno. Leo hii kwa utajiri wa Chacha waja aliokuwa nao kwa mwingine, ndugu zangu, mimi naishi na matajiri wengi pale Geita hata wakasama hapo, kuna watu wana hela. Yaani leo kuna mtu angekuwa na utajiri kama wa Chacha, ndugu zangu, mngeona mambo mengine. Hana majivuno yaani utaona ni wengine wanadhani najua hata kwenye kura za maoni, sema, ni hela ninacho. Hakuna hela ipo, sisiemuoye ndugu zangu, nataka niwaambieni kama ni mbunge, piga kura yako uone kama ni mbunge, mbunge tumepata, tuache maneno maneno. Mengine wengine wanaanza kuzungumza masuala ya kura za maoni, hebu tuache maneno. Mwenyezi Mungu akatupa Chacha Mwita Wambura. Jamani, nikizungumza madiwani, si mnawafahamu wenyewe, mnawajua namna wanavyopambana. Niwakumbushe ndugu zangu, bado siku tatu, tarehe ishirini na tisa asubuhi, tukapige kula, tukaweke heshima, dunia ijue kwamba sisi wa Tanzania, siku hii ni ya pekee kwa ajili ya maendeleo yetu. Ndugu zangu, Wanakanyala, Wanakasama, twende tukapige kula kwa Chacha Mwita Wambura, tukapige kula kwa m, kwa Kasanda tukapige kula kwa eno kama pande, tukapiga kula kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, tumtie moyo mama huyu. Mumeona wenyewe Kanyala, maji yanatoka Chabulongo ni ndoto yanakuja hapa sisi. Yemoye Mheshimiwa Chacha, mkutano ni wa kwako. Ni niwaombe sana, tukapige kula kwa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo yetu, tumpe heshima Mama Samia, asibakie mtu hata mmoja, tukapige kura. Ndugu zangu wana Kasamwa na Kanyala, si kama mmenielewa? Wangapi wamenielewa ndugu zangu?